Utakufa, utakufa, you will die. Bibaya wewe na kuhurumia. Something will kill a man. <laughs> But me, I I would like it to be enjoy much. Karibu. My lord, I wonder. Yeah? <laughs> Unasikia kulala? <laughs> Oh. Si panda tu kwa kitanda, bawahiyo wakati ifike, nitakuwa nimekuamsha. Yeah, pita tu hapa. Oh, sasa ngapi? Mbona oh, huku ni amusha? Eh. Oh. <laughs> niliona umelala, nikaona hiyo masaa yote sitakata hivyo nikaamua nikalala tu. Alafu, mbona huku na leza. Oh, niliona umelala na nguo na wasichana unajua walalangi na nguo nikaamua tu nikuchenji. Haa, ah, kuna kitu imetokea, ni Niku, kulala tu, kulala tu. Eh. Na nikuulize ni si ulale tu uende kesho, kwani ni saa moja unaenda mm, kufanya nini? Nilikuwa naenda Kenyatta. Really? Kenyatta? Kufanya nini Kenyatta? Kwambia zi mi hujawahi niambia? Sasa simeni rafiki yako ungekuwa uliniambia kitambo, nini itabidi tu tumeenda na wewe. twende tu sasa, kama hujawahi niambia, amuka tu twende.